Nilivyokuja hapo kanisani eh, baba nilikuwa nimechanganyikiwa, maana nilikuwa nikiongea na baba huku analia, yani alikuwa analia baba, alikuwa analia sala, mwanangu, sala mwanangu, mimi yani alikuwa analia baba kwenye simu. Baba nilitoka kazini muda ule ule, nikapanda nikapanda daladala kwa ni wahi ni mwai usiku ule, niende nikapande basi sasa. Kufika pale maeneo ya Mshola nikasema hapana, ngoja mimi nishuke. Kila nikimpigia Victor simu naona hapo okay. Nikasema ngoja mimi nishuke niende nikachukue mafuta na maji, maana nikienda hivi hivi na hisi takuwa nimeenda bure bure, ndo nikaje hapo. Mdo nafika hapo ndo mko kwenye ibada, kila nikitaka nipate yale mafuta na maji. Yaani hali ya baba ilikuwa ni mbaya, yaani tulishakata tamaa, kwa hiyo mtu tumeshapoteza nafika hospitali nikafika nyumbani niliingia kama kwenye saa nane na nusu usiku. Saa kumi na moja tukajiandaa tukaenda hospitali. Nafika pale nakuta bado hali yake analia mwanangu, sawa. Yani baba analia kwa sababu mkojo ulikuwa hautoki, na kama hivi akizunguliwa, yani ilikuwa inatoka damu ya mabonge mabonge kabisa, damu ya mabonge mabonge, damu nika ni, tukamwita dokta mda huo akaja, wakafanya kama vile sio na flashi Yaani damu zilitapakaa ile kwa chumbani, zilitapakaa mpaka nje, ila kiukweli, baada ya pale ile hali haijajirudia tena. Maana cha kwanza nilivyofika tu mimi nikamwambia baba, kunywa maji. Nilitoka nilipata chupa moja ya maji, babangu, maji, na huku, maonji, baba, maji maji, kunywa, amini unapona. Kumbe alikuwa ameshapata maombi kwa mama, nikamnyosha baba aonamdataaaesapata manyosha baba yale maji nusu kichupa, japo mkojo umeziba kamwingiza kule kwa daktari alipoingia mule ndani ndio, dakika ngapi ndodakangapi huko, sijui wamemfanyaje, wamemfash ukatoka, midamu ilisambaa mpaka nje midamu mpaka huko kwa, kwa wagonjwa udini siku ile hali baba kiukweli kumshika, ila bado anatumia mpira, lakini ule mkojo ulianza kubadilika, kwa sababu ilikuwa ni damu ya mabonge mabonge. Sasa hivi baba anaendelea vizuri. Ila alichotuambia wametupa transfer, tujaribu kwenda KCMC kwanza nitakuja ni baba, nitakueleza zaidi, maana ni historia kidogo ndefu, ila kwa kifupi anaendelea vizuri, kwa sababu ile hali ya damu yote imepotea, mkojo safi unatoka mope, japo anatumia mpira al, maana alikuwa na ile hali ya kutetemeka, anatetemeka mwili, ile hali nayo yote Nimepoti. Yani, kwa kifupi, baba anaendelea vizuri, kwa sababu kilichokuwa kinazidi kutuvuruga ni ile damu ilivyokuwa ikiziba mpicho, kidogo apate ndo alikuwa anasikia maumivu makali, lakini ile hali haijajirudia tena. Mpaka hapa ninavyoongea, mkojo unatoka mope na umetakata kabisa. Kwa, kwa kifupi, anaendelea vizuri na tumeruhusiwa, tumerudi nyumbani, ila tu tumepewa transfer tuende KCMC, ndio tunajaribu kujipanga, ila mwenyewe kila kukicha anasema kuwa hali natengamana, anaendelea vizuri.